Zaidi ya familia elfu tatu kutoka eneo la Kapomboi Kaunti ya Trans Nzoia zimewachwa bila makao baada ya Mto Sabwani kufurika kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha eneo hilo. Mafuriko hayo yalifurika katika manyumba na mashamba, na kuacha wakazi bila makazi. Baadhi ya wakazi katika eneo hilo wanakadiria hasara kubwa, huku mashamba yao yakisombwa na chakula kilichokuwa manyumbani kubebwa na maji. Wakazi wanaitaka serikali ya kaunti kumaliza ujenzi wa kingo za maji ambazo zina ambazo wanasema ndizo chanzo cha mafuriko hayo. Mto Sabwani livunja ukingo wake, sasa maji yametuingilia kwa nyumba. Vile tuko hivi, tumekaa tu kando, hata hatujui tufanye nini. Hii tatizo lilianza kitambo Next. tangu tuishi mahali hapa tumelilia serikali, ikakuja ikatuundia taiki na hiyo taiki chamalisiwa mwaka jana, na hasara mboka simeenda chakula ambayo ilikuwa kwa nyumba imelowa na maji, na hata hatuna penye tunaweza toa tuanike, ili ya kwamba tukapate kukula. Tutaki kupoteza watoto wetu, hataki kupoteza wananchi wetu. Kama hapa kuna shule, watoto wameenda shule asubuhi, sasa hivi maji yamejaa, watapitia wapi wakirudi? Tungelipenda pia kuona viongozi wale, wale tuliwachagua wenye wako kwa serikali na wale wako kwa serikali ya kaunti, waje hapo mashinani waweze kusikiliza hawa akina mama na hawa wazee Almost 3000 families kutoka kule juu Kapomboi mpaka huku na Manjalala simekuwa simeathirika. Tuna vacate watu kutoka kwa manyumba zao waende safe places, and again tunashirikiana na other partners Red Cross wako kwa ground kuensure ya kwamba we create